Mambo ni mazuri, mambo ni matamu, watu wanashangilia, watu wana enjoy. Simba wamevuka sasa, Simba wanaenda fainali. Kama mnavyoona hapa, ni vibe la wanataba, wanapiga makelele kama mnavyoshuhudia. Hii imekuwa ni ndondo kubwa sana, watu wameenda vairo sana. Golikipa Kamala ameonekana na ile ndondo nzuri sana. <laughs> Hivi unaona kama ninavyoona mimi, unaona kama navyoona mimi, tazama. Mipira pigwa, mizito. Tunafu. Ni noma sana kama unavyoona. Mama ni matamu, njoo njoo. Hehe, unaongeraje mikoja penalty. Simba mmebuka. Hongera mme sana, asante sana. Niambie siri, siri ya mafanikio. Ah, ni, kujituma. Kujituma ndio ama tu. Hamna kitu kingine. Yeah. Asante. Ni wana Simba wana vibe la kutosha, kama unavyoona. Ebonai, mambo vipi? Inakuwaje? niambie siri ya mafanikio. Yaani mazingira tu ndugu yangu. Umeshinda penalti 4 kwa moja. Yaani nimefurahi, nimefurahi kupitiliza. Simba nguvu moja. Tumevuka, <laughs> tumevuka. <buka, laughs> moja. Ni wana simba Simba hawa. Simba ameshinda. Hey. Niambie siri ya mafanikio. Sia mafanikio ni mkapa pale. Mkapa sasa mkapa atoki mtu. Leo faida yetu. Mtu alitoka nne pale, saba, sita. Sisi hatu namba mbamba. Mwamposa aliongea kama mtashinda goli nne na goli nne mmeshinda. Je, Mwamposa amefanya kazi ama ni wanasimba tu? Ni wanasimba, sio Mwamposa yule. Ni wanasimba. Hey, ni asante sana. Mambo vipi? Inakuaje? Baba si ni ni ni mafanikio. Mafanikio. Mafanikio. Baba Mpanzu baba. Baba. Baba. Baba. Baba. Eh, eh, Eh wanateseka. Wanateseka, wanateseka Mamposa, Mamposa. Mamposa leo. Ah, Ah neno lake ya ya kule. Mzee Kama vizuri. Simba. Mimi nimefurahi sana kwa kuwa tumeshafuzu katika kona atoa ya robo. Unawatakia wat... Una wat... Una nini wana Simba, wachezaji wa Simba, nawashukuru no, sana kwa mchezo mzuri. Huyo ni mshabiki wa Simba, pia ni noma sana, ni pasi ya mafanikio wapinzani wako watanona watakonda, watakonda watakumba, silivo ni hatari sana ni hatari sana mambo mazuri, mambo matamu. Tarehe tisa ya mwezi wa nne watu wana enjoy, watu wanashangilia kwa sababu ya ushindi. Mimi MC Kamela nakoa taarifa kutoka hapa uwanja wa taifa wa Dar es Salaam. Endelea kunifuatilia kupitia akaunti yangu YouTube, Facebook, TikTok, MC Kamela, sante. Noma sana. Hapa mambo ni burudani tu. Mambo ni murua. Oya, mambo. Wow. Wazima? Wazima. Nipo na wadogo zangu mashabiki wa Simba. Hongera kwa ushindi. Asante. Hey. Vipi? Nipe siri ya mafanikio. Simba ameshinda. Nipe siri ya mafanikio. Ah, uh, Simba amebaini. Yeah. Tunaenda kuchukua kombe. Eh, hey, madada kuchukua kombe. Ndio. Mmejituma sana leo. Ndio. Hongera sana. Asante. Shangilia basi wewe. Hey. Ni noma sana.